Padri wa kanisa Katoliki Alois Cheruiyot aliyouawa na majangili katika bonde la Kerio amezikwa katika eneo la Lesos County ya Nandi. Mazishi haya yanafanyika siku moja baada ya ibada ya wafu kufanyika jana mjini Eldoret ambapo viongozi wa kisiasa na wale wa kidini walimlaumu waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa kuzembea kazini kwa kushindwa kuhakikisha usalama maeneo ya bonde la Kerio. John Wanyama aliandaa taarifa hii hapo jana Ibada ya wafu kwa padri wa kanisa la Katoliki Alois Cheruiyot Bet aliyeuawa katika eneo la Elgeyo Marakwet katikati ya mwezi jana. Hapa swala la usalama lilishamiri, viongozi wakimrushia makombora waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. But incompetence in Ministry of of Interior, when you you you lose life, you can't recover. In that that meeting where the community say that let let them be given three days. days. So So and that's why all of us, us we said, okay, let us give them three days. So now, as you have have heard here, nothing really... Eh, those criminals have not been apprehended. Wasiwasi wasi wa usalama wa wakazi wa Kerio Valley ukiibua wasiwasi waliohudhuria wakimtaka waziri Murkomen kuwajibika. CCTV ya Alois kule ilisimwa. CCTV ya ule mbunge wa Olenino ule ukondo, watu walishikwa kwa siku ngapi? Siku mbili. CCTV ya Alois kule ni wale jamii wenye ilifanywa ibada, zaidi ya watu 20 na umbali ambayo Alois aliwawa ni karibu mita 20 mita 10. Haijapita dakika kumi kutoka kwa misa na kukuwa porini, alikuwa katikati ya majamii zetu. Kwa hivyo tunajua kati ya hata Wakristo wetu labda kuna baadhi ya wale walijua ama waliona. The way things are we will request the president to reassign uh, the CS uh, Murkomen to other duties or even become ambassador of Kenya. Somewhere in Gaza maybe or Pakistan or any other country so that or you can go to Tanzania to try and bring us good relationship with Tanzania. Familia ya marehemu Padre Alois ikisema imewasamehe waliohusika na mauaji yake. Sisi kutakuwa jamii tumetoa msamaha kwa hao wote. Padri Alois anatarajiwa kuzikwa hapo kesho. Wito sasa ni kwa asasi za usalama na serikali kuhakikisha kwamba wanafanya uchunguzi wa haraka na kuwatia mbaroni wale ambao walitekeleza mauaji ya padri huyu hata kama familia imesema imewasamehe. John Wanyama, Runinga ya Citizen, Kaunti ya Uasin Gishu.